Ali, asanteni sana, karibu pia kwa mara ya pili na kukaribisha katika Matawi Learning Hub. Leo nitakwenda kukuelekeza au kukufahamisha namna ya kuzuia matangazo ya mtandaoni hali maarufu kama ads Wakati unavua kuwa mtandaoni, kuna baadhi ya matangazo yanakuwa kilazima, yanataka uyaangalie kwa muda fulani, afu mwisho wa siku ndio yakuruhusu kuendelea unachokifanya. Kwao na kuelekeza leo njia au mbinu mbili unaweza kuzuia ya matangazo yao. Cha kwanza, ingia kwenye simu yako. Ukishaingia kwenye simu yako, nenda kwenye hii application imeandikwa Chrome, una click Chrome. Chrome ikishafunguka, unakuta hapa juu kuna hizi dot dot tatu: moja mbili, tatu. Una click kwenye hizi dot dot tatu dot tatu hizi zikishafunguka, unashuka mpaka chini, unakuta kuna neno limeandikwa setting. Una click neno setting, neno setting linafunguka, unashuka mpaka chini kabisa, unatafuta neno limeandikwa site setting. Una click neno site setting, site setting kishafunguka, unashuka chini kabisa, unatafuta unatafuta, pia unatafuta neno limeandikwa your device use. Unabonyeza hiyo, your device use, na hiyo device use inatakiwa iwe on, lakini kwa kuwa mimi nimeshaweka on, mara nyingi inakuwa hivi off unatakiwa uiweke on. Ukishaweka on unarudi nyuma hapa. Ukisharudi nyuma unashuka tena chini unatafuta neno pop ups and redirects, una click pop ups and redirects, inatakiwa pop ups and redirects iwe off. Na nyingi inakuwa on hivi. Wewe unatakiwa uiweke off. Ukishaweka hivi, kwa njia ya kwanza unakuwa umeshafanikisha kuzuia sites zisiweze kuaccess location yako na kuleta hizo ads. Njia ya pili ambapo pia ni shortcut naweza nikasema, unaingia kwenye simu yako, unatafuta moja kwa moja application imeandikwa setting. Una click setting hii kama unapoiona. Ukishatafuta setting una click katika kitufe kimeandikwa connection, unabonyeza connection, hapo connection inafunguka. Ikishabonyeza connection ifunguka, unatafuta chini neno limeandikwa more connection setting, unabonyeza more connection setting inafunguka na kuwa namna hivi. Hapo juu ameandika nearby device scanning, kuna printing, kuna VPN, kuna private DNS. Wewe unaingia kwenye hili neno liliandikwa private DNS, unabonyeza hapa private DNS. Private DNS ingefunguka unakuta, kuna hapo juu ameandika off, hapa chini ya automatic, na chini kabisa pameandikwa private DNS provider hostname. Sasa unachotakiwa kufanya, unachagua private DNS provider hostname, afu hapa unaandika Neno dns dot adguard dot com ukishaandika neno hili hapa, una save. Ukisha save hivi kwa saizi unakuwa tayari, umeshaweza kuzuia matangazo yote, ali maarufu kama ads, na unakuwa ungeingia mtandaoni, hakuna matangazo ya kusumbua. Asante sana, tuendelee kujifunza, karibuni mno na muendelee kutufuatilia Matawi Learning Hub. Asante.